Okay, ndugu zanguni kwa mara nyingine tena e, kuna dawa ambayo nimeitangaza dawa ya nguvu za kiume e. Sasa nilitaka kufafanua vizuri dawa hii ambayo imeandikwa New Base Built. Dawa hii ni dawa moja muhimu sana, ambapo dawa hii hata wakinamama E, wale wakina mama ambao mna changamoto za kutokupata hisia za mapenzi, wakina mama ambao huwa yani suala la tendo nyinyi kwenu yani si la muhimu sana, maana yake ni kwamba una tatizo au kutokuwa na nguvu za kike nzuri za kutosha. E, dawa hii wewe dada, wewe mama ambaye huna hisia za mapenzi, dawa hii pia inakuhusu Si wakina baba tu, kwa sababu hata swala la kutokuwa na nguvu za kike hata wakina mama hawana nguvu e, na wakina mama wengine hawana tahamu. Mfano ukienda ukienda ukienda Bukoba kule, ukienda Karagwe, ukienda Ngara hivi e, nimepitapita sana sehemu kama hizo, wakina mama wengi sana kule hawana hisia za mapenzi na madhara yake wanasingizia sindano za uzazi wa mpango au vidonge vya uzazi wa mpango lakini si kweli, ni kwamba hayo ni magonjwa, si kwa wanaume tu, hata kwa kina mama. Kwa hiyo dawa hii, wakina mama wenye changamoto hiyo ya kutokuwa na hisia za mapenzi naomba dawa hii pia, na wewe mama inakuhusu, wewe dada inakuhusu. Kuhusu tumia dawa hii ili uweze kupata utamu wa Yesu e, kwa sababu bila kupata utamu wa Yesu, maanake ni kwamba dunia tulionayo, wewe unakuwa kama vile unapitapita tu, kwa sababu mwanamke kamili lazima upate upate utamu, upate hisia za, za tendo. Ukipata hisia za tendo, ni rahisi hata mwanaume kukushiriki na wewe ukaweza kufika kileleni eh. Sasa kuna wakina baba ambao hawawezi kumfikisha mke wake au mpenzi wake kileleni, lakini pia kuna wakina mama pia hawana uwezo wa kufika kileleni wao wenyewe, lakini pia hata kumfikisha kileleni mwanaume hawana uwezo, kwa sababu kama hauna amsha amsha ni kwamba hata kileleni wewe hufiki na mume wako au mpenzi wako hawezi kufika kileleni kwa sababu hauna amshaamsha amsha, ni kama unabakwa. Sasa dawa hii naomba wakina mama muitumie pia, ni dawa nzuri sana, inakwenda kusafisha milija za uzazi, lakini pia inakwenda kutengeneza e, zile, zile, zile zile mishipa za homoni na mishipa za hisia kwenda kusimama kwenye mstari wake. Kwa hiyo ndugu zanguni, wakina mama, wakina baba, hii dawa itumieni, dawa nzuri sana sana. Eh, kwa yoyote atakayebahatika kuipata dawa hii ninadhani atakuwa balozi wa kuitangaza dawa hii. Ni dawa nzuri sana, ni dawa ambayo inasaidia sana sana katika kushiriki tendo la ndoa kwa ukamilifu mzuri sana. Mimi ninajulikana kwa majina, ninaitwa Dkt Kabez. Mimi ni mtaalamu na ni mwandaaji na msambazaji wa hizi dawa, lakini pia ni mtabibu mzuri sana ambaye nafanya kazi za tiba katika magonjwa yote na katika matatizo yoyote yale, wewe hata kama umerogezewa matatizo yako hufanikiwi, mimi Dokta Kabezi nitakutibu utafanikiwa vizuri sana. Wakina mama, wakina baba, wakina kaka, kama umebahatika kuniona kwenye kuni mitandao, usifikirie kwamba ni watu wa mitandao tu, ndugu zanguni Tunapokuwa tunatangaza sisi kazi zetu kwenye mtandao, sisi siyo matapeli. Matapeli wapo, lakini pia na watoa tiba za ukweli tupo, kwa sababu mtandao unakufanya kwamba umfikie mtu yoyote yule duniani kokote kule. Lakini nisipofanya kwenye mtandao, nikatangaza kazi zangu, wewe mwenye changamoto ulioko Marekani, ulioko Uingereza, ulioko kule mafichoni, ulioko kule Dar es Salaam Unawezaje kunijua mimi kwamba dokta Kabezi ni mtaalamu? Ni kwamba mitandao hii imeturahisishia kuwafikishia watumiaji wa matatizo yoyote yale, tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo wewe unaonifuatilia vizuri mimi, natoa tiba zote. Kama una nuksi, una mikosi, una vifungo, una malazi yaliyoshindikana, naomba tuwasiliane. Dokta Kabezi, mimi ni mtaalamu mkubwa sana nitakutengenezea mambo yako yoyote unayohitaji hata kwa wafanyabiashara. Unaona kabisa kwamba biashara yako imezinda haiko vizuri, naomba tuwasiliane. Ukiingia kwenye profaili langu kwa hapo juu, namba zangu zipo, utazipata, utanipigia, kwa sababu hapa nikiandika namba zangu TikTok kuwa na tabia za kunifungia akaunti yangu. Sasa siandiki namba, isipokuwa kama na unanihitaji, unaweza ukanikoment nikakupa namba yangu, aidha ukaingia kwenye application yangu kwenye, kwenye profile yangu, namba yangu kwa juu ipo kwenye profile. Ndugu zangu, rafiki yangu, kwa shida yoyote.